Mwaka huu wiki ya AZAKI inafanyika katika kipindi muhimu, ambayo tunajua tunaendea kwenye uchaguzi mkuu, lakini vile vile kama tulivyokwisha kuambiwa, dira yetu ya maendeleo ya ishirini hamsini ambayo tunangojea sasa izinduliwe na yenyewe pia itaanza kutumika kwa wakati ambao uta, utapelekezwa. Kwa hiyo ni muda wa msingi na tunategemea sana kupata maoni, maono na, na ushauri na mapendekezo ya jinsi gani ya kusonga mbele. Sote tunafahamu kuwa bado nchi yetu na changamoto mbalimbali mbali, na kwa hiyo tunahitaji uh, kuweza kutafakari na, ku, na bila na, na kufikiria zaidi mustakabali wa nchi yetu na maendeleo ya wananchi wetu. Hivyo, AZAKI zipo katika ajenda hii si kwa kuwa wasikilizaji tu bali kuwa washawishi wa mabadiliko na si tu kwa kujibu changamoto bali kwa kuweka mwelekeo kwa ustawi wa maendeleo ya wananchi wetu. Kwa hiyo wiki ya AZAKI 2025 inatupatia nafasi nyingine ya kurejea katika misingi yetu na kuvumbua njia mpya za kujiendeleza. Naitwa Anastasia Rugaba, ni mkurugenzi wa idara ya Advocacy na Engagement, yaani idara ya utetezi kutoka taasisi ya Twaweza East Africa. Leo nina furaha sana kwa sababu taasisi yetu imesaini mkataba wa makubaliano na Vodacom Tanzania na tunajisikia vizuri sana kwamba sasa tunapata uh, ufadhili wa miradi yetu kutoka kwa private sector. Vodacom Tanzania wameungana na sisi Twaweza kwenye kuitekeleza program ya kiufunza kiufunza, maanake ni kiu ya kujifunza. Hii ni program ambayo tumekuwa tukifanya kwa zaidi ya miaka kumi kwa jina. Naitwa Zuwein Farah, mkurugenzi wa Vodacom Tanzania Foundation. Tupo hapa kwenye ufunguzi wa CSO Week ambayo ni wiki ya Azaki mwaka 2025. Sisi kama Vodacom Tanzania Foundation ambayo ni wafadhili wakuu wa kongamano hili leo, tumeingia mkataba pamoja na Twaweza na Tanzania Institute of Education kwa lengo kuu moja kuongeza bidii zetu kwenye taasisi za ya elimu lakini pia kwa wanafunzi uh, wale wa primary pamoja na sekondari. Mkataba huu ambao tunaingia ni mkataba wa miaka mitatu ambao utaenda kuwezesha walimu zaidi ya laki tatu kwenye mikoa mbalimbali mbali, kupitia zile center ambazo zinaitwa teacher, teachers resource centers ambayo tutawaunganisha kwa internet, lakini pamoja tunaenda kudonate vifaa vya tehama na jua hapo pia kushirikiana na taasisi ya elimu na wizara pia kuwaongezesha ujuzi walimu hawa zaidi ya laki tatu. Mkataba huu wa miaka mitatu kwa taasisi hizi mbili um, ufadhili wetu kwa upande wetu ni jumla ya takriban bilioni tatu nukta mbili za Kitanzania. Naomba nishukuru Vodacom Foundation na Vodacom Tanzania kwa kutupa nafasi hiyo ya kuwawezesha walimu katika Tanzania nzima kuweza Kutumia learning management system bila gharama yoyote.